Oya, mambo vipi watazamaji wa Monica TV? Kwanza na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na tumaini muko salama, na sisi tuko salama upande wetu huku Kanada Kebeki na tunapata nafasi tena ya kuwa na mtumishi wa Mungu, mtumishi Aeba. Nafikiria sura yake siyo ngeni sana kwenye vipindi vya Monica TV, maana tushawahi kufanya na yeye mahojiano, e, na yuko YouTube hapo. Kwa hiyo leo tena tumepata nafasi nyingine ya kuja kufanya mahojiano na yeye, na leo bwana hatu, hatuna niseme tu, hatuna mahojiano; kuna mada ambayo tuko naye hapa, hiyo mada tunataka tuna tuifafanuze tu, kidogo yeye kama mwimbaji na mimi kama mtumishi, naye pia ni mtumishi, lakini kwa upande wa uimbaji na mimi kama mtumishi, tunataka kwanza tuangalie gisi gani ya, ya kuweza kufungua hii mada vizuri hapa. Na kabla ya yote, tutamkaribisha mgeni wetu tena katika <laughs> channel yetu ya Monika TV ajitambulishe tena, alafu tuendelee na mengine. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi uko? amen, amen. Haya, natumaini salama kabisa. Aise, namshukuru Mungu, niko salama, niko vizuri, Mungu, mm -hmm, mwema. Ndiyo, ndio karibu sana. Asante sana ya mtumishi hapa. Sisi tuna mada mada hii hapa na tamani, nilitamani kabisa nifanyi mada na wewe hii, kwa sababu kwa upande mwingine inakulenga sana. Wewe kama mtumishi unamtumikia Mungu kwenye upande wa uimbaji na mada yangu iko hivi Je, mtumishi au mwimbaji wa nyimbo za injili anaweza akafanya a, kolabo au akaimba na mwimbaji wa nyimbo za kidunia? Yaani kama wewe unamtumikia Mungu kwa wimbo au upande wa uimbaji, unaweza uh, kufanya kolabo tuseme na wasanii kama Diamond tuseme hao hao wakubwa wakinairiti hapa, ambao wako upande wa nyimbo hizi zao za oh, kidunia, wewe kama wewe ao na wengine hao tutawasaidia nao pia, wanaweza wakawa wana, wana ma, ma, majibu pia. Kwa hiyo kile ambacho taongea kitasaidia watu wengine ambao labda hawajui wanaweza wakafanya nini kwenye hilo swala. Karibu mtumishi. mm, asante sana mm -hmm. Kama alivyosema dada yetu mtangazaji wa Monica TV ni mm -hmm. kwamba leo amekuja na mada moja ya kuuliza kwamba je, ni halali mwimbaji wa nyimbo za gospel kuimba na Ayu za kushirikiana na, muimba, na waimbaji wa nyimbo za za kidunia. mm -hmm. Kwa hapa kutu unaweza tukasema wa, waimbaji wa nyimbo muziki profani yeah. mm -hmm. Na hilo swali ni, ni ngumu na si ngumu. mm -hmm. Kwa sababu ni baadhi ya watu wengi wameshawahi kuuliza hilo swali, mm -hmm. lakini majibu yake ni, ni, ni, ni, ni mepesi sana yeah. Kwa upande wangu mm -hmm. naweza nikasema kwamba si kweli au mm, si sahihi kushirikiana na watu wanaoimba gospel katika mm, kazi ya uimbaji yeah. Na nitatoa mfano mm, mm. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Wakorinto sio, eh, kila kitu ni halali mm -hmm. na sio kila kitu kilicho sawa mm -hmm. Yaani kila kitu kinaruhusiwa, unaruhusiwa kukifanya una, una, lakini sio kila kitu ambacho kiko halali. Amen. mm -hmm unapokuwa unapoimba wimbo mm -hmm. na mwimbaji yote ambaye af, afanyi gospel, kwanza uelewe kitu kimoja, wimbo ni meseji mm -hmm. na ile meseji unayoitoa kama wewe mwimbaji wa nyimbo za injili inawafikia watu kwa ajili ya kuwaleta watu kwa Kristo. Sasa wale wao awaimbi kwa ajili ya kuleta watu kwa Kristo tayari, mm -hmm. hapo kumesha kuwa kautofauti mm -hmm. kwa hiyo kwenye malengo yetu malengo yetu na waimbaji wa nyimbo za, za, za kidunia mm -hmm. yako tofauti sana. Sisi mm -hmm. lengo letu kubwa la kuimba kwanza ni kumtukuza Mungu. Amen. Pili, kumrudishia Mungu heshima, sifa na utukufu mm -hmm. lakini katika ujumbe tunaoimba mm -hmm. unawaleta watu wake Kristo. Amena. kwa hiyo nikisema kwamba ni imbe na mwimbaji wa, wa, wa, wa nyimbo za kidunia tutaimba nini? mm -hmm. mada gani ambayo tutakayoimba itakayoleta message kwa mm -hmm. ajili ya kuleta watu wa Kristo, mm -hmm. kwa sababu wao tunaweza tukaimba mapenzi nini, mm -hmm. lakini sasa kwetu sisi haiendani, mm -hmm. kwa hiyo kwa upande wangu mimi tunaweza tukashirikiana kwa mambo mengine, kwa sababu Biblia inasema tuko katika dunia hii, mm -hmm. lazima tuishi wote, tushirikiane kwa mambo mengine, lakini yeah. katika eneo hii ya kazi ya Mungu, hapana mm -mm. hatuwezi kushirikiana. Kwa hiyo kwa herufi kubwa kabisa, mwimbaji mm, wa nyimbo za injili na mwimbaji wa nyimbo hizi profan hawawezi kushirikiana kwenye kazi ya uimbaji, yeah, kwa mujibu wa mtumishi, na hiyo iko hivyo kibiblia mm. Na kama nimeweza kuambia leo, ni mada hakuna, kwamba mimi nimekuja kumwoji tuongee afanye nini, na mimi nipo kwenye hii <laughs> mada ya siku ya leo yeah. Iko hivi kwa sababu mtumishi kila mtu ana bwana wake si? hmm. Sindio? hmm. Sisi bwana wetu ni Yesu Kristo. hmm. Na ndio tunayemwimbia e, kwa sababu bosi wetu sisi ni mtu wa sifa sana. hmm. Anapenda sifa sana, kwa hiyo wakati tunapomwimbia tunamtukuza, sifa na utukufu vinamrudilia yeye. yeah. Sasa jibu swali ni hivi au, ah, wenzetu wanapoimbaga wao wanamwimbiaga nani? mm, unajua kuna mambo mawili katika dunia hii, uh -huh. kuna e, ulimwengu wa nuru na uh -huh. ulimwengu wa giza amena. kwa hiyo sisi tunaojiita kwamba tumeokoka tunamwimbia tuna, tuna, tuna Kristo uh -huh. ndio tunaishi katika ulimwengu uh -huh. wa nuru, na tuelewe kitu kimoja ni kwamba wimbo kila wimbo unapoimba wimbo unabeba nguvu fulani kabisa, ndio maana unapokuwa unaimba wimbo kuna nguvu fulani ambayo inamwingia mtu katika akili yake na inaanza kumpa kutafakari mambo mengine mm -hmm. kwa hiyo sisi, kwetu sisi, mtu anapokuwa amesimama kumwimbia Mungu mm -hmm. kuna nguvu fulani ya uwepo wa Roho Mtakatifu inakuja mm -hmm. na inafanya mabadiliko kwa maisha ya kiroho na maisha ya kimwili. Sasa kwa, kwa upande wa wenzetu sisi hatujui kama wao mm -hmm. ime, nguvu yao imetokana na nini mm -hmm. unaona We. Hiyo ndo utofauti kwanza uliopo. mm -hmm. Kwa hiyo kuna nguvu katika kuimba kuna yeah. nguvu katika wimbo na kuna maubiri e, maubiri Biblia mm -hmm. inasema hivi e, wakati wimbo ulipokuwa ukipigwa, kuta za Iriko zilianguka. Kwa hiyo nguvu ya wimbo mm -hmm. zina nguvu mm -hmm. nyimbo za kumtukuza Mungu zikifika katika enzi za Mungu mm -hmm. uwepo unashuka na miujiza inatendeka. Ndo kwetu sisi tunaamini mm -hmm. lakini kwao sio hivyo sasa, so yeah. Tukishirikiana katika hali hiyo mm -hmm. Itakuweje? Yeye ana nguvu ipi ambayo amba, itakuja kuambatana mm. na ile nguvu ya wimbo ambayo ninao ya kabisa. Huo ndio tofauti uliopo na hivyo, mtumishi, nikikumbuka nikirudi nyuma kidogo nikikumbuka kwenye mh, ile interview niliweza kufanya na wewe kipindi kile mm kuna jambo kabisa uliweza kutukumbusha ukasema, kwamba kwanza kuimwimbia Mungu ni wito mm -hmm. na ni kumtumikia Mungu yeah. kama jinsi wengine wanaweza kumtumikia kwa kuhubiri, maombi, sijui mama profete, na ndio kama waimbaji na wenyewe, maana kwenye nyimbo umebeba nguvu ya Mungu mm -hmm. na uh, niliweza kukuulizaga kipindi kile, ukajibu kwamba, nikakuuliza kwamba mtu kuwa mloko, eh, mwimbaji lazima awe ameokoka ukanijibu lazima awe ameokoka. Na hapo nimerudi sasa, kicho sababisha niseme hivi ni kwamba mtu unapomwimbia Mungu ni kweli mtumishi, kwa umeokoka, utakuwa umeokoka, si ndio? Na wale wenzetu wao hawajaokoka, si ndio? Kwa hiyo kusema kwamba wewe ambaye unamtumikia Mungu uanze sasa kumchukua mtu kule mmoja, muikae pamoja pale, kwa sababu yeye yuko ya kwenye yale maisha, si kwamba sisi, hayuko kwenye ngo yako, si kwamba wao watuko pale, kwa sababu nao waje huko tuliko. Lakini ili kuanza kuchukua mtu ambaye kabisa hayuko kwenye Injili ya uimbaji kabisa wa Injili, kumchukua kuja kufanya na yeye kolabu, au kwa waimbaji wale wakubwa, anajulikana kuchukua, kwa sababu ni mwimbaji mkubwa, ana jina, basi ngoja nifanye naye kolabu, nitampa maneno mawili matatu ya Kibiblia au ya kuhusu kumsifu Mungu, atafanya tuimbe humo humo. Ni kama hatujui tunachokifanya, hatujui tunachokifanya. kwa hiyo kama ha, bana sisi kama kuwaombea hatutawaombea bana sisi, kuna watu walisimama na sisi. Hmm. Si ndiyo, mtumishi walituombea. Na mpaka tumesimama hivi, kuna watu walikuwa na sisi pale. Na hivyo hivyo na sisi tutasimama na wao labda kwenye njia ya maombi, si ndiyo? Kwenye vikao vya familia sana sana sisi tutawalisha neno ili wapate kuokoka. Hao, nime, sijasema vizuri, mtumishi. Umesema vizuri na kuna <laughs> kitu kingine nataka nikiseme. Yeah. Biblia inasema hivi, mm -hmm. Sisi tuko katika dunia mm -hmm. Kwa hiyo lazima tuishi na watu wote katika mm -hmm. dunia kweli, si kwamba tu, e, tutaishi kivyetu mm -mm. Ingekuwa kwamba ni wa, wa, wa, watu wote ambao wameokoka waishi kivyao, lazima watoke katika dunia hii, lakini wa tuko katika dunia, dunia hii lazima tushirikiane kwa mambo wa mambo mengine mm -hmm. Lakini kwa swala la kihuduma hakuna ushirikiano kati ya giza na nuru havichangamani, yani, kwa swala la kihuduma ali. Kabisa. Yani, mm. na mwimbaji, nyimbo, la kabisa kabisa, yani haiwezekani uimbe na mwimbaji wa nyimbo za profane ukasema kwamba hii bado tunamwimbia Mungu, tuimbe nao hivyo, kwa sababu na wengine tunawakokota kokota. Hapana. Si kweli. Waokoke kwa. Eh, ndiyo tuchape huduma, waendelee kufanya huduma kama tunavyofanya sisi. Ah, kwa hiyo ushirikiano wetu huko katika mambo mengine, lakini ushirikiano ukihuduma, mm. mm. amna, kwa sababu hata mkishirikiana, kwa sababu wao wana taratibu zao za kufanya kazi aza, kwa, kwa, kwa mfano mkiimba wimbo na mtu ambaye anaimba nyimbo za, za, za, za za za kidunia mm. mkiimba wimbo e, atavaa mavazi anayojisikia yeye, unaona ata, atavaa mavazi anayojisikia yeye, mm -hmm. atatafuta madensa Ah, anaotaka eh. Wow. Wow. No, wao sasa madensa wakivalishwa hasa mabinti watavalishwa hey, vimini wengine yo, watavaa machupi. Sasa je, utakubali kuimba na mtu ambaye ana mtashuti wimbo ambao anavalisha madensa machupi? Hapana. Hilo halitawezekana. mm -hmm. Kwa hiyo ni lazima kuwe na uto, uh, uh, utofauti uwepo, hili ni injili na hii. Na ndio maana pia hata Biblia Mungu alisema kwamba kama wewe ukitaka kuwa baridi uwe baridi, yeah. Ukitaka kuwa kwa moto uwe moto, lakini ukiwa vuguvugu, Mungu anasikiaka kichefuchefu, anakutapika kabisa. Kwa hiyo kama wewe ni unaimbia wazo sherii na lingi yo mtema nayo uko kaimia sherii wako na se tuko kwa Jezi I love you nase tuko huku, kwa hiyo sasa Watazamaji ambao walikuwa wanajiuliza hivi kweli inawezekana mtu aliyeokoka anamwimbia Mungu na kuimba kolabo, au kuimba na watu ambao wako wanaimbia nyimbo hizi za kidunia inawezekana, kwa herufi kubwa, mtumishi? Inafanya nini hiyo? Haiwezekani, haiwezekani jamani, yeah. Na hiyo sio sisi, hiyo ni mujibu wa Biblia kabisa, haiwezekani, yeah. Sio sisi, sisi tunafanya tu kunukuu kile ambacho roho wa Mungu anatuongoza kukifanya, yeah. Sindio mtumishi? Yeah. Ni hicho na sisi tutakuwa tunakuwa na mada tofauti tofauti, na wewe mtazamaji wetu pia ukiwa na mada yako tuletee, tutaikuwa tunaichambua pia. Ukitaka hiyo mada na wewe ushiriki kwenye mada, hata huko nje ya hapa kwetu Kanada, tutakuwa tunaitana live, hata tunaingia live tunachambua mada tofauti tofauti, ili tupate kusaidia watu. Neno moja mtumishi. Mm, naweza nikasema tu kwamba hii ni Monika Tv. Jamani, kama una mada yako nyingine mm. njoo tuchambue mada mm. hususan uh, uh, kwa waimbaji e, wachungaji mm. kihuduma zaidi kiuduma za, yani, za kiroho njoo kwa Monika Tv mm -hmm. tuchambue mada na tuwafundishe watu neno watu mm. waishi katika msingi ulionyooka mm -hmm. watu waishi kimaadili ya Kikristo kabisa mm -hmm. unajua watu wengi wanakumbwa kwa sababu ya matokeo ya, ya, ya, ya, ya ulimwengu unavyoenda wengine wanasema kwamba ah, ulimwengu umeenda, nataka ni trendi, nataka niwe na, mm -hmm. na, na, na trendi, kwa hiyo lazima nifanye, nifanye makolabo na watu ambao wanajulikana ili hey, ili ili brandi yangu ikue. Waimbaji wengi sana waimbaji wengi, kwa sababu ya kupenda brand wanaacha hmm. msingi wa Biblia hmm. wanafanya kile ambacho akistahili kufa, kufa, kufa, kufanyika hiyo hmm. ndio shida. Kwa hiyo watu hmm. wanajiingiza kwenye vitu ambavyo viko kinyume kabisa na Biblia yeah, kwa sababu ya wei, kupenda kutrendi watu mm -hmm. kupenda kutrendi kutaka ma viewers nyingi yeah, yeah. na, na followers wengi kwenye mitandao ya kijamii Lakini sasa, je, lengo letu ni kupata followers? Uh -huh. Lengo la uimbaji wetu ni kupata followers au kupata like nyingi kwenye mitandao yetu ya kijamii? Lengo kuu ni kutangaza kwanza Kristo uh watu -huh. wamjue na kwa sababu mm -hmm. hiyo watu wengi wanaiacha imani, wanaanza mm -hmm. kutafuta sehemu ya kutaka kisi ku, ku, kutrend. Yeah, ni kweli, e, mm -hmm. Mungu anataka tufanye ufanye. Wao wanatafuta, wao wana zile sifa, kujulikana. Sisi huduma sio ya mashindishano jamani, huduma ya uimbaji au huduma tu yoyote yenye upande wa Yesu Kristo, sio ya mashindano sio ya kutafuta viwazi, hmm. Na sio ya kutafuta sifa, ni ya kurudishia Mungu wetu utukufu. Utukufu peke yake basi. Yeye alisema enendeni mkafanye mataifa kuwa wanafunzi wa. Bas, hilo ndio agizo kuu la Kristo kwa ajili ya watu wote duniani. Amina. Eh. Ah, okay, mtazamaji wa Monika TV, hatutaki kuwachosha video zetu, tutajitajiza na kwa fupi fupi ili msichoke kutoangalia vipindi vyetu. Kwa hiyo tunawatakia ah, jioni njema na siku nyingine tena tutakuwa hapa na mtumishi, tunaendelea kwa mada za uchambuzi. Kwa hiyo tunawakaribisha na Mungu awabariki. Asante sana, Mungu awabariki.